Kwa wakati mwingine tena nikukaribishe kuweza kusikiliza makala za human hits. Lakini kabla ya yote tushukuru nguvu za universal, nguvu za ulimwengu ambazo zimeendelea kutufanya kuendelea kuwa hai, si kwa ujanja wetu, bali ni kwa nguvu za ulimwengu. Lakini pia vilevile tuendelee kuwakumbuka na kuwashukuru wazee wetu ambao wametangulia mbele za haki wakiwa kama viongozi wetu wa kiroho wanaotupa miongozo, hasa wale ambao waliokufa kwa wema. Lakini wapo ambao wazee walikufa kwa shari, walikufa kwa ubaya, basi roho zao na nafsi zao zisiendelee kusumbua vizazi na vizazi, zipumzike kwa amani huko ziliko. Lakini wale ambao walikufa kwa amani, basi waendelee kuishi na sisi kwa wema, lakini wawe miongozo na kutupa miongozo ya sisi namna gani ya kuishi, lakini pia vile vile tuwashukuru malaika wetu viumbe wetu wenye nguvu ambao wameendelea kuishi na sisi kwa wema na kutupa miongozo na kutulinda usiku na mchana, lakini bila kusahau nguvu ya Mwenyezi Mungu ambao ndio nguvu iwezayo kila kitu inaosababisha uhai uendelee kuwepo na kile ambacho tunachokipata si kwa ujanja wetu, bali ni kwa uwezo wake muumba mwenyewe. Niwakaribishe katika makala hii ya Human Hits na leo tutazungumzia kuhusiana na siri iliyopo ndani ya mwanga pamoja na rangi, kama sehemu au kama nafasi kubwa ya uhai katika safari ya maisha ya kiroho. Tutaangazia katika mitazamo mingi. Siku ya leo tutaangalia katika mtazamo wa kisayansi lakini kifalsafa, ambapo ni msingi wa mambo yote ya kiroho lakini kabla hatujaendelea kusikiliza makala hii, ni wakumbushe tu makala hizi zinapatikana kupitia YouTube channel ya Come TV Tanzania. Unaweza ukaingia kwenye channel hiyo, lakini ukaenda kwenye playlist, utaona mtiririko wa makala ambazo tumekuwa tukizileta kwenu. Na leo kama nilivyosema, bila kupoteza muda, basi tutaendelea na makala yetu kuhusiana na rangi na mwanga. Sasa katika ulimwengu ambao tunaoishi tunatambua kwamba mwanga ni zaidi ya kile ambacho tunachokiona kwa macho yetu ya kawaida, na hapa kuna siri kubwa ambayo leo taweza kuizungumza, ambao pengine nawaletea kwa lugha rahisi sana na nyepesi, ili muweze kuelewa kwamba tunaishi katika ulimwengu wa namna gani. Kwa hiyo mwanga ni pumzi ya kwanza ya uhai ambayo iliyobeba alama kwenye nafsi zetu katika ngazi ya kutokujua au kujua, na hapa tunaona wataalamu wengi wa fizikia wakisema ni mionzi ya umeme, lakini pia wanasayansi wamekuwa wakieleza kwa undani sana kuhusiana na namba zilizopo katika mwanga na rangi kama sehemu ya mawimbi katika ulimwengu huu. Lakini kwa wanafalsafa au falsafa kama msingi wa imani zetu au dini, tunatazama mwanga kama sehemu ya roho, na hapa ndipo tunaona kwamba sauti ya kwanza ya uumbaji ipo katika nuru, na neno hili nuru umekuwa ukiliona na ukilisikia katika maandiko mbalimbali katika vitabu vyetu vya kiimani. Hapa tunakaa na kutafakari kwa kina, mimi na wewe, kuona kwamba mwanga na rangi si kama matokeo ya majaribio peke yake, bali tunauona mwanga na rangi ni kama madirisha ya kuelekea katika ndani ya roho zetu za wanadamu na viumbe wote wa uhai. Hapa tunatuma mawimbi kuelekea kwenye chanzo cha uhai. Mimi jina langu naitwa Mr Kam TZ. Unaweza kunipata kwenye mitandao yangu ya kijamii, ambayo nitakuletea uchambuzi huu na makala hii kuhusiana na mwanga pamoja na rangi, ili kuweka tafakuri ya pamoja, kuweza kuishi katika mfumo ambao tunaweza tukapata energy ya kutusaidia sisi kuweza kuponya au kujiponya katika maeneo mbalimbali kwa kutumia mwanga pamoja na rangi kama sosi ya uhai. Tutazame kwanza kwenye upande wa sayansi ambapo tunaona au sayansi inatuambia mwanga ni mawimbi ya umeme au chembe chembe ndogo zinazounda proton. Nimekuwa nikizungumza sana kwenye makala nyingi kuhusiana na neno hili proton. Proton nimezielezea sana ni muhimu sana kuelewa kuhusiana na kipengele cha atoms au hizi proton. Sasa hizi proton ndizo ambazo zinazoleta uwepo wa rangi. Ujue kwamba hizi proton zimebeba chembe chembe ndogo ndogo za uhai ambazo zinazoleta mkusanyiko wa uwepo wa rangi, na ndo maana tunapata maisha ya kuona, au muunganiko kati ya jicho letu na ulimwengu ambao tunaoishi kwao. Hizi proton usifikiri kwamba zina uzito wowote, hazina uzito wowote lakini huwa zinabeba nishati ya kiroho na hizi mara nyingi sana hazina mwili halisi, hazina mwili halisi. Zinaweza kubadilika kulingana na reflection au kitu kinachokutana nacho, lakini hapa ndipo tunapofika kwenye kilele cha kuona kila kitu tunachokiona katika anga, kwa sababu ya mkusanyiko wa hizi proton. Many billions of protons zinakuwepo katika anga hewa. Kwa maneno mengine ya kutafakari, tunaona hizi proton ni kama roho na roho inayoonekana ambayo inagusa uso wa kila kitu, au vitu viweze kuonekana. Sasa kwa kuwa tumeshaona mawimbi ya umeme haya, chembechembe chembe ndogo hizi ambazo tunaziita proton zinazotengeneza mwanga kama sose ama asili, sasa tutazame rangi katika muktadha wa kifizikia ama sayansi, ambayo rangi yenyewe ni matokeo ya mwingiliano kati ya mwanga na kitu. Unaona, sasa mwanga na kitu kitu chochote, mwingiliano kati ya mwanga pamoja na kitu. Vitu vinavyoreflekti au kuakisi sehemu fulani ya mwanga huwa mara nyingi vinabeba hisia ya rangi tofauti tofauti kwao. Kumbe rangi ni matokeo ya mwingiliano baina ya mwanga na kitu fulani, ambapo ndo tunaona matokeo katika macho yetu. Hapa ndipo tunaona kwamba kuna nadharia ya kisayansi ya siri ambayo imefichwa kuhusu macho yetu yanavyounda kitu fulani kuona urefu wa mawimbi ya mwanga kwenye sehemu engo fulani na ni kwa nini yote yanatokea hapa. Tunagundua pia kwenye mwanga kuna kitu ambacho kimejificha, ambacho huwa mara nyingi tunakiona katika masomo yetu, tunakuwa tunasoma uh, fizikia, tunakisema ultraviolet au infrared. hapa ndipo tunapata kuona majibu. Hapa ndipo tunapata kutafakari, kuona, kufikiria kuhusu majibu ya uwepo wa mwanga pamoja na rangi ambayo yamejikita zaidi katika mipaka ya maumbile yetu na akili, ambapo sasa tunatambua kwamba sisi sote tumeumbwa kuona kile kinachohusiana na kiwango chetu ama ufahamu wa makadirio yetu. Kadiri tunavyopanua akili zetu, tunavyojiuliza kwenye akili zetu, tafakuri zetu, ndivyo hivyo hivyo upeo wa kuona ndani unavyozidi kuongezeka katika miili yetu na uwezo wa kutafakari ama kufikiria jambo fulani. Sasa ngoja ni chimbechimbe -chimbe kidogo kuhusiana na rangi kama sehemu ya mitetemo ya uhai na ufahamu kini. Kwa upande wa roho au falsafa za kiroho, rangi ni lugha ya nishati, na kama nilivyoelezea katika makala ya muziki, kila sauti ina vibration yake, hivyo hivyo ndivyo ilivyo kwenye rangi, huwa inabeba hisia na hali fulani ya kiroho kwa kama hujarejea kwenye makala hiyo ya kuhusu music ni vyema ukaenda kusikiliza ili upate kuunganisha uhusiano kati ya hichi ambacho ninachokizungumza leo. Kimsingi tu ulimwengu unazo lugha za ishara na alama. Nimeendelea kulisema hili na nitaendelea kulizungumza kwa undani kwamba lugha ya ulimwengu ipo katika namna nyingi, sio lugha zetu za Kiswahili wala Kiingereza au Kijapani, bali ulimwengu unazungumza kwa lugha tofauti tofauti za ishara pamoja na alama. Sasa tukiendelea, hebu tuziangalie rangi kadhaa na tafsiri zake, lakini katika msingi wa falsafa za yoga, ambayo yoga hii nitakuja kuielezea kwa undani sana jinsi ambavyo inavyofanyika na nini maana ya yoga na ina msaada gani kwa maisha ya mwanadamu, ambayo yoga kuna kipengele kinaitwa chakra system Chakra system inaelezea kwa kina kabisa kuhusiana na msingi wa rangi ambavyo inavyofungua vituo vya mwili au nguvu ya mwanadamu, vipo katika mwili wa mwanadamu. Hivi vituo nitakuja kuvielezea kwa undani. Ukitazama hapo kwenye video utaona jinsi ambavyo hizi chakra zinavyopangiliwa au mpangilio wake. Sasa ngoja ni zitaje kidogo, nini msingi wa hizi rangi kwenye uh, hizi chakra system, ya kwanza ni nyekundu, ambao nyekundu tunaitazama kama mizizi au maisha ya nguvu ya kuishi kwa mwanadamu. Lakini ya pili ni machungwa, ambao machungwa ni ubunifu na hisia, kama alivyokuwa naelezea kwenye upande wa nambari, kwenye makala ya nambari. Lakini ya tatu ni njano, njano imebeba nguvu hasa katika eneo la mapenzi na utu, lakini upande wa kijani ni moyo, upendo na uponyaji, lakini kwenye bluu ni sauti na ukweli, lakini kwenye upande wa zambarau ni ufahamu wa juu na umoja pamoja na chanzo, na tutakubaliana wote, tutakubaliana sote, hapa ndipo utagundua hata kwenye imani zetu za kidini au kwenye eh, dini zetu tunagundua kuna umuhimu mkubwa sana wa kuelewa misingi au rangi ambazo zinatumika kwenye nyumba zetu za ibada zina msaada gani, aidha zimepakwa au watu wamezivaa au viongozi wetu wa dini wamezivaa. Nadhani mmekuwa mkishuhudia hayo, misibani watu wamekuwa wakivaa rangi nyeusi, lakini kwenye nyumba zetu za ibada wengine wakivaa rangi nyekundu na nyeusi, wengine wakivaa rangi nyeupe. Lakini pia wataalamu mbalimbali wa kiroho wamekuwa wakizitumia rangi kama utambuzi wa nishati au nguvu au vituo vya nishati, ili kuwaunganisha wao na asili ya ulimwengu. Ni kama lugha ya nishati ambayo inawapa kumbukumbu kumbu, au inawapa namna fulani hivi ya kupata energy au nguvu za kiroho. Kwa hiyo wakati tunaendelea hilo, basi utakuwa unali unaliprove ili inaolizungumza kwa namna fulani hivi rangi zinaweza zikatazamwa kama frequency za kiroho. Frequency kwa Kiswahili ni mawimbi. Unapokuwa na amani, ile hali ya kuwa na amani, ile am hali ya kuwa na furaha, ile ni ni system ya kiroho ambayo hiyo system ya kiroho inakupelekea kuamsha haura, inapelekea kuamsha haura. Nitakuja kulielezea hili neno aura au haura ni nini, lakini leo hii uelewe tu haura